Zablon, uh, uh, kwa hisia yangu ndasema si kitu ya kupendeza kuona viongozi wakienda katika baraza mm -hmm. tofauti tofauti kuongea na wananchi iwe ni kisiasa ama kwa njia ingine yoyote ile. Viongozi wapatiwe heshima yao mm -hmm. wakienda kuongea na wananchi ama kukutana na wananchi, ni vizuri tupatie kila mtu nafasi kwa sababu Kenya ni nchi ya kidemokrasia mm -hmm. Awezi sema leo mimi kama katibu mkuu wa Chama cha Uzalendo nikitaka kufanya mkutano Nairobi e, utanizuia kwa sababu niko kwa mlengo fulani mm-hmm. Hiyo si haki, kwa sababu mimi niko na wafuasi wangu, niko na watu wangu ambao wata kunisikiza, na nataka kupatiwa nafasi yangu ili niweze kusema ajenda yangu katika mm -hmm. watu kama mambo yangu yote iko katika e, e, sheria ambaye mimi sitakuwa nimevunja mm. Uh, Gachagua Zablon, wacha ni kuambie ukweli, si ati napenda zi Gachagua sana mm. Uh, lakini pia naweza sema uh, apatiwe haki yake. Yeye ni Mkenya mm. Yeye ni former uh, deputy president of the Republic of Kenya mm. na hako na haki yake ya kuzunguka Kenya mzima mm. na aseme ile kitu yote anataka na wananchi kama hajapiga mtu risasi, kama hajapiga mtu kofi mm. kama hajavunja aja, aja, aja sheria yote, wacha apatiwe nafasi yake na asiharibiwe wa mkutano wake mm.